Sisemi ya kwamba wanaomjua Yesu hawapitii changamoto nonono, hapana. Lakini Yesu alivyo, Mungu alivyo, anataka tuende hatua kwa hatua. Haiwezekani mimi nimeteseka mwaka huu, nimeteswa na jambo hili mwaka huu na mwaka ni linitesa hilo jambo, kitu ambacho hakipo, hakipo. Wewe kama unasema unamjua Yesu, haiwezekani mwaka huu umekwamishwa na jambo hilo hilo na mwakani tena jambo hilo linakukwamisha, kitu ambacho hakipo. No. Kwa wa mwaka jana sio wa mwaka huu kuna badiliko kubwa hata kama sina chochote lakini kuna kitu kimeongezeka. Hicho ndio kinatakiwa katika Kristo, anasema lazima mwende utukufu, ati kiwango hadi kiwango. Bwana Yesu asiwe sana huyo, ndo huko ndio kumjua Yesu, ndo kumfahamu Yesu. Maisha gani ambayo yabadilike na unasema unamjua Yesu? Vitu gani havibadiliki kwa unasema unamjua Yesu? namna gani? wewe ni wakudharauliwa miaka yote, wewe unadharauliwaga tu. Hakuna heshima unayopewa, hakuna. Wewe ni mtu akudhalau kila mtu anakuza. Njue Yesu, mjue Yesu. Mungu amesema kwamba tuketisha pamoja na wakuu. Mimi naweza nikashangaa hapa, ha kuna watu ambao unaweza kukutana nao, ninakutana nao ambao usikutarajia unakutana na mtu ambaye hukuwaza kama utawahi kutana. Unakuja kugundua sasa, Yesu alisema kwamba atakuketisha pamoja na wakuu, atakuketisha pamoja na wakuu, ukimjua na kumfahamu yeye. Kuna watu ambao ni wazito ambao ni, ni, ni, yani ni nadra, wakikuona naye mtu anasema kwamba e, huyu amesha toboa, amesha toboa, kama aweza kukutana huyu, anaweza kuongea na huyu, anaweza kufanya Sili nini mjue Yesu, mfahamu Yesu. Ni kitu kidogo tu, kama amesema atakuketisha pamoja na ukuu yeye, kwa nini ashindwe? Kwa nini ashindwe? Kwa hiyo kwa leo, naomba nishie hapo. Jifunzeni kwangu kwa kuwa mimi ni mpole na mnyenyekevu wa moyo. Hayo, tafakali maisha yako, tafakali maisha yako. Nimesema ya kwamba, nimesema ya kwamba mtu mwenye kiburi ni ngumu kujitambua au kujigundua kwa kuwa na kiburi. Kwa hiyo nini nifanye ili nijue, nijue kwamba hii ina kiburi? Roho Mtakatifu kanifundishe kitu kimoja, ili ombi linatakiwa liwe na ombi la kila siku kwenye maisha yako: Mungu niondolee kiburi, niondolee majivuno. Nani, kuna mwimbaji mmoja ameimba niondolee, niondolee moyo wa kiburi, sijui niondolee majivuno. Eh, Bwana wangu niondolee majivuno sijui ni nini, ah, tunamjua nani Zoravu. Liwe ni ombi lako la kila siku, mwambie Baba sitaji maisha ya kiburi, na uombe na iwe na ukiwa na om, maombi ya namna hiyo utakuja, utakuja kushangaa. Uianza kuomba hapo unakuja kushangaa. Kuna vitu vidogo vidogo unakuja kugundua, ah, nilikifanya hiki ama niliamua hivi kumbe ilikuwa ni kiburi. Sikuweza kumsikiliza kumbe ilikuwa ni kiburi cha uzima. Yaani Roho Mtakatifu ataanza kuonyesha, ataanza kuonyesha namna kiburi cha uzima kilivyo. Utajikuta unagundua, unafahamu, unagundua. Lakini usipochukua hatua kuombea na ku, na, ku, na kukataa, unaweza usijue. Unaweza ukawa ni mchungaji, askofu mzuri, ni mkubwa lakini una kiburi cha uzima. na ndio hao watu ambao siku hiyo ya mwisho Mungu atasema au Yesu atasema tukeni kwangu, sikuwajua, si wajui. Utasema, e, Baba, niliombea niliombea niliombea. Kuna mtumishi akasema niombea wagonjwa wakapona, nilitamka kwa jina lako. Atakuuliza, nilikutuma uombee? Nilikutuma, Bwana Yesu asiwe sana, nilikutuma uombe Atakwambia pamoja na kuwa uliponya, pamoja na kuwa ulifufua wafu, lakini sikujui. Ufalme wangu haukutambui. uta, uta, utalilia wapi? Na wakati huo, kumbuka, nafasi haipo tena, nafasi haipo tena. Tajiri anamwambia baba, ninaomba unipe nafasi angalau kidogo, nikawapasi habari ndugu zangu kule. Mungu anamwambia kwamba kuna Musa kule chini